Maji Rais William Ruto amewataka wapinzani wake wa kisiasa kumpa nafasi ya kutekeleza majukumu yake kwa Wakenya akisema siasa za mapema zitahujumu utendakazi. Na akizungumza katika kaunti za Nyeri na Kiambu, Rais Ruto amesema yuko tayari kusalimu amri mwaka 2027 iwapo Wakenya wataamua kupumzisha. Na kwa sasa anasema yuko mbioni kuhakikisha kuwa amewashawishi Wakenya kumchagua tena kutokana na rekodi yake ya maendeleo. Na Stephen Letona taarifa hii. Rais William Ruto alikamilisha kukwea Mlima Kenya leo Jumamosi mosi akashuka kupitia maeneo bunge ya Nyeri mjini Othaya, Lari na Githunguri. Rais Ruto akitumia fursa hiyo kuwaelezea wenyeji wa Mlima Kenya kuwa wasiwe na shaka, hata salimu amri wapo wa Kenya wataamua kumwondoa ofisini mwaka wa 2027. Barabara ndio hiyo, mi najenga, soko ndio hii, sitima ndio ile. Mutakuja kuniuliza mtiani, mimi nitakuja kufanya mtiani yangu, nyinyi mtasahihisha. Nikipita mi naendelea, nisipopita mi naenda kulima, hakuna problem. ama namna gani jameni? Rais Ruto akiwataka wapinzani wake kumpa nafasi ya kutekeleza majukumu yake akisema muda wa kutifua kivumbi debeni bado si. Kila mtu afanye kazi jameni, si pale 2027, mtakuja, mutakuja kusahihisha mtihani ya kila mtu. Mwenye amepita mwenye amefanya vizuri mnamepitisha, mwenye ameanguka mtihani aende nyumbani. Iko problem? Si nyinyi ndio mutasota out? Iko haja ya kulumbana saa hizi? Hakuna haja. Kuna wakati wa siasa na kuna wakati wa maendeleo. Sasa sio wakati wa siasa, sasa ni wakati wa maendeleo. Utulivu wa kitaifa, national stability, ni ile kitu muhimu zaidi kuliko ile nyingine yote, kwa sababu kukiwa na utulivu wa kitaifa Mkulima atapata faidi sandia, sandia, sandia. Katika kaunti ya Kiambu, Rais Ruto alitua katika maeneo bunge ya Lari na Githunguri, huku ahadi za kusambaza nguvu za umeme mashinani zikitolewa. Tumepanga national program ya kuunganisha karibu watu milioni moja Kenya mzima kwa mambo ya stima na watu wa Kiambu watakuwa katikati ya hiyo mpango ya kuunganisha stima kwa manyumba ya wananchi katika taifa letu la Kenya. Hata hivyo mchana uligeuka kuagiza kwa kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah na mwakilishi wa kike kaunti ya Kiambu Anne Wamuratha, walipozomewa na wenyeji wa Kiambu. Nani aliwafundisha kupigia watu magereni, Rais eh? Ruto anakamilisha ziara yake ya mlima Kenya leo. Stephen Leto, runinga ya Citizen.